Hepi, sitaki masihara kabisa. Yule kijana ni mwanaume wako, na siku ile alikufuata ofisini. Ndiyo mama. Sasa kama ni mwanaume wangu, ina maana hawezi kufanya kazi. Chaguo la Mama. mm -hmm. Nilikwambia unitafutie kijana mwerevu na anayeweza kufanya kazi kwa umakini. Sio umeenda kunitafutia nani uko aje afanye kazi ofisini kwangu? Sitaki biashara za kuchanganya kazi na mahusiano. Sasa mama, hapo masuala ya mahusiano na kazi yanakujaje? Wewe uliniambia unataka kijana aliyesoma ambaye ana uwezo wa kufanya kazi vizuri. Nikakuletea vyeti vyake, umevipitia mwenyewe, umeridhika navyo, ukasema yule kijana anafaa kufanya kazi. Sasa mimi sioni tatizo hapo, kwa sababu kama umeridhika na vyeti vyake manake kazi anaweza kufanya. Okay, fine. Sasa likitokea lolote la kutokea, lawama zote zitakuwa juu yako, na sitokuwa na huruma na mtu yoyote. Sasa, mama ni kweli hmm, hmm. Au mama hajapendezwa na hili jambo mm-hmm. Wewe, achana na hivyo vitu, mi naamini kila kitu kitakuwa sawa. Sasa kuna kitu nilikuwa ninasahau kukuelekeza, kuna faili hili hapa pia. Kwa hatua hii nafikiri nimeshaelewa kama kuna vingine ambavyo itakuwa bado siyavifahamu vizuri, tukiwa kazini utakuwa unanielekeza. Haya, sawa. Haya. Chaguo la Mama. Sawa, umependeza sana. Asante mm, vipi kuhusu nilichokuelekeza jana? Unakumbuka kila kitu au nikumbushe tena? Kila kitu nakumbuka. Haya, sawa, lakini tumalizani hapa hapa kabisa. Sio kila siku mimi nitakuwa nakuja kukuamsha, jitahidi wewe unaamka mapema, umeshakuwa mfanya kazi sasa. Sawa, usijali. Jua hiyo kwenda kukesha bae, kila siku, kila mara hivi kwa ni Mimi binti yangu, mbona unaonekana una mawazo kwemakweli? Hapana mamaangu, mimi nipo sawa kabisa. Nakufahamu vizuri, sijazoea kukuona katika hali hiyo. Hapana mama, mimi nipo sawa ila, kinachomtatiza zaidi ni kuhusu mwanao Mahe. Naona kabisa ni hayupo tayari kabisa na hii ndoa, kwa hiyo ninafikiria nirudi tu nyumbani. Kuhusu swala la Mahe Usijali kabisa. Kila kitu kinaenda sawa kama tulivyokipanga. Na nimeshawasiliana na mjomba wake. Kwa hiyo siku chache zijazo ndoa itaenda kufungwa binti yangu. Ni sawa mama yangu nimekuelewa. Lakini vipi kuhusu ndoa? Maana hata yeye mwenyewe ana hata chembe upendo kutoka kwangu. Naenda kuolewa naye. Sindi yenyewe itakuwa ya mateso mama. Mimi namjua Maheri vizuri. Kwa sababu hili jambo tulilifanya tu kwa kumshtukiza pasipo kumwambia, lakini naona kabisa ameshaanza kukupenda, na imani ndoa yenu itakuwa na furaha, upendo, na utaishi maisha ya furaha na amani. Wewe mwenyewe hautoamini. Basi mama, mimi nimekuelewa, na kuanzia sasa. Acha kukaa kinyonge, unapaswa kuwa na furaha muda wote. Hii nyumba ni ya kwako, sawa binti yangu? Sawa, mimi mwakuna, kabisa, usijali. Kingine mimi natoka, Happy pia atatoka humo ndani, utabaki wewe na Maheri tu. Naomba uitumie siku ya leo vizuri. <muchia> za asubuhi. Safi, kwema kwema. Vipi, umefikia wapi kuhusu swala lako la kuoa hao? Ndio bado namfikiria ule kahaba wako, kwa sababu siku zimeisha, kesho ndio siku ya mwisho. Alafu mimi sihitaji kuongea kuhusu hizo habari, naomba kwanza mniache na mambo mingi sana ya kufikiria. Kwa hiyo nahitaji muda, ili mradi kila kitu kiende sawa. Emsikiliza nikwambie kitu mahi. Kama bado unafikiria yule kahaba wako, ndo uje umlete humu ndani hicho kitu, akipo tena, sahau kabisa tunapoelekea sasa. Utaenda kumoa huyo Fami ambaye wewe haumtaki, lakini yanifa, sitokaa nikao upande wako hata siku hiyo. Labda tu mimi nikwambie kitu kimoja, siwezi kumoa Fami hata iweje. Hayupo kabisa ndani ya moyo wangu, sawa? Yupo mwanamke ambaye mimi nampenda. Hebu tujaribu tu kumpa muda, inawezekana akaja akabadilika, alafu mambo mengine yote yakaenda sawa au kama siyo yee basi, mimi nitajaribu kutafuta mwanamke mwingine, kwani shida iko wapi? Mimi siwezi kumua Fami hata iweje, siwezi hiyo. Yes, <laughs> <na cheka> sasa akili <laughs> ya kwenda kutafuta mwanamke mwingine ndio mi nilikuwa naitaka mi na wazo wazo gani hasa. Mbona unacheka sasa? aka cheki kama mazuri, nitaka ni tu tabasamu, ila vipi kama hivi kwani unamuonaje Rose labda haujawahi kufikiria au haujawahi kuwa na hisia naye zozote kwao mi nikawe mfanyakazi hivyo unaakili kweli una, eh? una kiskei ambacho unachokizungumza labda tume nikwambia kitu kimoja sawa siwezi kumuoa mfanyakazi hata siku moja huko nje kuna wanawake wengi sana alafu ni wazuri tu na wana tabia njema wako vizuri ana wamesimama wanawake ambao wako bomba sasa yani, hapo kati yangu mimi ambaye nakuonyesha mwanamke aliyetulia, ambaye hana mambo mengi na wewe ambaye unafikiria wanawake ambao wenye mionekano mizuri wenye nini huko nje unaenda kuchukua mwanamke wa klabu ndo mwenye maana, asiokuwa na akili. Kati yangu mimi na wewe ni nani? Sikiliza, ni kwambie, yani wewe, yani wewe kafikiria unavyojua, ila kwenye akili yako mweke rust, la sivyo sitoka nikao upande wako hata siku moja. Mwanaume anataka furaha aipate kwa muda na kombeo, ila sio kubaya, sio kama sina makose. So malaika, nakosea

Habari yako. Safi tu, tuskia kwako salama. Sasa ndo tabia gani unaonyesha? Unatoka huko, unapita kama hujamwona mtu kweli? vitu vingine mbona tu bila hisu unanisalimia, maisha mengine yanaendelea. Kwa hiyo labda mimi nikusalimia utafaidika na nini? Alafu sikia na vitu vingi sana vya kufanya. Naomba uniambie hicho ambacho licho nitia hapa. Sawa, mimi nilikuwa naombi kama utojali ombi langu la siku ya leo, nilikuwa nataka nikuhudumie, nikupikie chakula kinywaji kama utoja, lakini sasa so, kwa nini unataka kuingilia majukumu ya watu mm -hmm? Nafikiri mwenye hiyo kazi anajulikana, kwa hiyo mwache afanye majukumu yake. Wewe ungefanya kile ambacho kilichokuleta hapa. Nafikiri mama wangu amekupa kazi kubwa sana na bado hujatimiza mpaka sasa hivi, kwa hiyo ungepambania kuimalizia hiyo kazi yako. Majukumu mengine wewe hayakuhusu. Ni sawa, naelewa ila siku moja moja tunatakiwa tuna tumsaidie dada kidogo. Yeye endelea yeah, majukumu mengine na mimi naendelea kukuhudumia wewe. Sihitaji kutimiziwa wajibu ambao wewe unazungumzia wewe. Hauna wajibu wowote wa ambao umepewa kwamba mimi utimize kwangu mimi. Sawa. Kwa hiyo fanya kilichokuleta huko ndani. Tusianze kufuatiliana, tusipangiane vitu. Sawa, lakini hmm, kwa kwa miniomba, kwa nataka ni ndo utarizika, si ndio hivyo? Hebu fanya kilicho kuleta basi. Chaguo la Na na ukungu, kufosi kutazama. Mbona umepita bila kunisalimia? Yani usalamu ingekuwa na maana, wendo ungeanza kunisalimia, maana nimepita hapo hapo na hata ujanisalimia. Mambo poa. Mzima mzima. Unajua, leo mimi nipo ndani tu sitoki kwenda sehemu yoyote ile, kwa hiyo ningeomba siku ya leo tupike chakula wote tufurahi, tunjoi, tule pamoja, kwa sababu akili yangu haipo sawa hata kidogo. Ko, nilikuwa nahitaji kampani yako kama utajali. Siwezi, sitaki matatizo kabisa kwenye hii nyumba. Mwishowe tukafanya hivyo, afu nikafukuzwa kazi, nikaanza kuhangaika huko mtaani, hata sitaki Rosta. Mimi najua unapitia changamoto nyingi sana na labda unaogopa kuna vitu vinaweza vikatokea lakini tu ni kitu hofu. Hakuna mtu yoyote yule ambaye anaweza kukufanya kitu chochote kile katika hii nyumba zaidi ya kwangu. Kwa hiyo, niamini mimi ambacho ninachokwambia. Mimi najua unapitia vitu vingi sana na wala hauko sawa. Hauna tofauti yote na yale ambayo mimi ninayoyapitia. Kwa hiyo, naomba tu siku ya leo tuwe pamoja tufurahi. Basi sawa. Kweli sio rahisi kama unavyosani, sio rahisi utazani. Ni utani pale hmm. jicho linapokwa na

Njoo, sio rahisi. Hivi Rosta, kwa nini wewe kila siku nielewi na unapenda kunikwaza rosta? Ni mara ngapi nimekuonya uwo ukaribu wako wewe na Mahili, lakini utaki kabisa kunielewa kwa nini unapenda kunikwaza? Hivyo wewe usichokelewa ni nini? Kati yangu mimi na Mahil mahusiano yetu. Mbona unapenda kuingilia wewe? Lakini mimi sijaongea naye kitu kibaya chochote. Unajifunza uongo. Wakati nimekukuta kule nje unaongea naye kwa mahaba kabisa. Nisikize nikwambie kwa usalama wako kila kitu kilichokuwa cha kwako huko ndani. Naomba ukachukue na uondoke. Mimi sitaki kukuona tena huko ndani. Dada mimi siwezi kuondoka huko ndani. Kwa sababu aliyenileta hapa ndo anajua umuhimu wangu na yeye akiona sina muhimu tena, ndo atanifukuza, lakini sio mtu mwingine. Sasa sikiza nikwambia, si unajifanya kiburi? Nampigia simu mama, nitaongea neno lolote la uongo litakalo kuharibia, ili tu uondoke. Kama unataka kuondoka kwa amani, na utaondoka vibaya sana huko ndani. Kwa hiyo kwa usalama wako tu, ili uondoke kwa amani. Chaguo la Mama

wewe Rosta iko wapi? Mimi sijui. Alafu wewe acha acheze tabia zako za kipumbavu. Humu ndani imemwacha Rosta pamoja na wewe. Rosta hawezi kutoka humu pasipo kuaga au kutoa taarifa. Naomba niambie yuko wapi. Lakini mimi Rosta nilikuwa naongea naye tu hapa. Gafa akaondoka zake, kwa hiyo mimi sijui alipoenda. Kwa hiyo aloenda kwao umemfukuza. Hapana, sijamfukuza. Hivyo unakili kweli wewe? Nakuuliza wewe, una akili kweli? Unahitaji sasa kumfukuza? Aliyekupa mamlaka ya kumfukuza ni nani? Kwa nini sasa? Shida iko wapi au tatizo liko wapi? Akiondoka yeye, kwamba hautohudumiwa au chakula hautopikiwa? Mimi si nipo, nimekwambia nitakutimizia wajibu wangu. Alafu acha ujinga wako wewe, hasa unataka unihudumie nini mimi? Nimeshakwambia mazoea yako kipumbavu kwangu, niomba uondowe. Sawa, humu ndani hauna mamlaka yoyote yale, unataka sasa kwenda kumfukuza. Na amekuja hapa kufanya kazi. Alafu wewe, ipo siku yako moja nitakuja kukufanyia kitu kibaya, wewe hautokaa ukanisau maisha yako yote. Mwangalie vile alivyo azani ni utani pale, mm -hmm. Jicho linapokuwa na